Kitu kinachonenepesha zaidi sio mafuta kama wengi wanavyodhani, bali ni wanga nyingi kupita kiasi. Watu wengi wanaogopa kula vyakula vyenye mafuta mazuri kama parachichi, nazi, kalanga, samaki au nyama, wakidhani kuwa mafuta yake hubaki mwilini, lakini ukweli ni kwamba wanga nyingi, hasa inapoliwa bila protini na mbogamboga, hubadilika mboga haraka sana kuwa mafuta mwilini na ndio chanzo kikuu cha kuwa na tumbo kubwa na uzito kuongezeka. Kwa hiyo badala ya kupunguza mafuta, punguza wanga kama ugali, wali na mihogo na ongeza mafuta mazuri kwa sababu mwili wako unayahitaji kwa afya na nguvu. Ningependa kusikia kutoka kwako. Ulidhani nini kinanenepesha zaidi kati ya mafuta na wanga? Hebu niambie hapa kwenye comment. Lakini pia kama umejifunza kitu kipya leo, bonyeza like na share video hii kwa mtu ambaye anadhani kutokula vyakula vya mafuta ndio njia ya kupungua uzito. Na kwa mafunzo zaidi ya kiafya kama haya, follow ukurasa huu wa Michael Diligi kwenye mtandao wa Facebook, Instagram na TikTok. Na pia vile vile, usisahau kufollow WhatsApp chaneli yangu ya Michael Diligi na kusubscribe YouTube chaneli yangu ya Michael Diligi. Kumbuka, afya ni hazina, ithamini.